Chama cha waendesha pikipiki na bajaji maarufu kama bodaboda wametoa wito kwa wananchi juu ya utunzaji wa amani kuelekea uchaguzi mkuu no unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Bodaboda hao wameeleza hayo leo Oktoba 15 kufuatia taarifa zinazoenea mitandaoni kuwataka vijana na Watanzania kuandamana hali inayotia wasiwasi wasi kwa wananchi. Wakizungumza na wanahabari, bodaboda hao wamesema kuwa hawako tayari kutumika vibaya na badala yake watahamasika kwenda kupiga kura Oktoba 29 kwa amani na utulivu huku wakitoa ushuhuda juu ya athari ya machafuko. na si vijana wenzangu, kwa kipindi ambacho tulichokuepo nacho, kuto kushiriki katika vitendo ambavyo vinaweza kuashiria kutoweka kwa amani katika nchi yetu, amani ambayo imelindwa tangia miaka mingi iliyopita na tumelisishwa tangia kipindi hicho cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hadi leo hii tunaendelea kumkumbuka kitu ambacho tukiendeleza kukidumisha kwa yeyote, sio vijana yeyote, ambaye ni mwananchi wa nchi hii, ili tuendelee kuishi vizuri na kufaidi matunda ambayo tuko nayo. Hii nchi ni ya kwetu, na hadi sasa bado tunajivunia na tumerithishwa amani hii, pia tusisawishike. Na pia vijana wenzangu, nawasii tutumie vizuri mitandao ya kijamii, tusije tukajitia katika matatizo ambayo wewe na familia yako utakuja kuteseka kwa kitu ambacho hujahusika nacho na wala hukifahamu. Walengwa wa maandamano, watu ambao wanaamini watasimama mstari wa mbele ni sisi vijana. Kijana stuka, amani ya nchi yako ni muhimu sana kuliko kitu chochote. na hii amani tunayoihubiri ndiyo iliyotufanya sisi kwa umoja huu kukusanyika hapa. Sidhani kama Sudani Kusini, Somalia, Kongo wanaweza wakapata hata nusu saa ya vijana kama sisi kukaa eneo la wazi kama hapa tulipokaa. Sasa tusiyatamani au kuyataka tusiyoyaweza, tuendelee kushikamana, tuendelee kuheshimu mamlaka zinazotuongoza ili tuweze kuendelea kufanya shughuli zetu za kila siku. Athari ya maandamano sisi tumiyapata mwaka na 2013 maandamano ya gesi, athari zake zilikuwa kubwa sana, hususan kwenye jamii yetu, watu mjini hapa tokea na 2013 waliokimbia kuyakimbia yale machafuko mpaka leo hawatamani kurudi tena kwenye huu mkoa. Kuna watu wamepata ulemavu wa kudumu kupitia yale maandamano, lakini kuna watu wamekosa familia zao kama ninavyozungumza. Kwa upande wake afisa usafirishaji mkoa wa Mtwara RTO, ametoa wito kwa waendesha pikipiki na bajaji kufuata sheria za usalama barabarani ikiwemo kuvaa kofia ngumu na kutobeba mishikaki wanapokuwa kwenye misafara ya kampeni za vyama vya siasa. Kwa hiyo sisi kama polisi, kama kikosi cha usalama barabarani, na sisi tunahamasisha vile vile kwamba kampeni hizi au ushangiliaji ule uwe wa kistaarabu tunapokuwa na vyombo vya moto, awi awa, tukianzia kwenye kampeni za kistaarabu tunapokuwa na vyombo vya moto sheria kama inasema tuvae helmet, tuvae helmet. haijasema kwamba kipindi cha kampeni helmet acha nyumbani, au sheria haijasema kwamba tunapokuwa tunaenda viwanja vya kampeni tubebane mishikaki mitatu minne na kadhalika. Na nyiye ni mashahidi, tunapoelekea kwenye hizo kampeni ubebaji unakuwaje? Si ndiyo? ule ubebaji ule ambao nimewahi kuushuhudia ukiangalia, alafu ukaanza mfikiria, huyu kweli amefikiria usalama wake kwanza? Nafikiri upati jibu eh? mm. Lakini tunamshukuru Mungu, mmekuwa mkienda mnafanya hayo, mnafika na kesho yake mnafanya, lakini tukumbuke siku zote sio jumatatu eh? kuna siku itakula kwako. Herabala, Chivihi Media, Mtwara.